No, no, no. I can't choose. Eh. Situmii sasa tachuzi nini, si vijui, ya, sasa tachuzi. <laughs> Yeah. Kwamba unyibia, unachuzi kitu ambacho umewahi kukionja, unajua ladha yake. Sasa mi sijui ladha yake, sasa tachuzi. Labda anaepiga vitu hivyo, angesema hii ndo ya kwangu. Ugali dagaa kwenye amani au wali nyama vitani? Ugali dagaa kwenye amani. Ugali dagaa kwenye amani. Ugali dagaa kwenye amani. Mm. Uh, samaki na nyama choma. Nyama choma kaka. Kwenye nyama choma. <laughs> Nyama choma ah, matamu. Hivyo mm. <laughs> Hmm. Vitu na mimi oh. Ni kama vile bia na uliosema, sijawahi kuishi navyo, sijawai kuvifuga million dollars, Donald Trump Tabia gani ambayo unahisi watoto wako wakirithi kutoka kwako, utajua kabisa huyu hapa amekwisha <laughs> tabia ambayo mtoto anaweza, mtoto wangu akirithi kwangu, eh ni tabia kwa... Ipi ambayo hutamani watoto wako wairithi kutoka kwako um, kaubishi. mm. Kaubishi kwa maana, eh maana na e, kaubishi kidogo mm. ya kama hujanyoosha vizuri, tunabishana kabisa. Umewahi mm -hmm. kubishana kwa kitu ambacho we binafsi unajua hauko sahihi? yes. Lakini ukaleta ubishi ili mradi usionekane kwamba ni mnyonge. mm. Unabishania -hmm. yes. Bishania nini? ah. <laughs> ah, <laughs> uh, si unajua kuna mambo mengine unakuwa eh. Kama mko na wenzako eh. Kuna mada fulani nataka ubishe, unajua ukweli ni huu, lakini nataka ubishe kwamba mada iendelee eh. Si kwamba unabisha kwamba hujui kile kitu, hao wanachosema sio kweli eh. Unajua anaf, yeah, ana, ana ukweli anausema, ndio ukweli mm. Eh. Kwa hiyo unabisha ni kwamba Tusogeze mada watu wasiondoke mapema. <laughs> mwendelee kubaki, tuendelee tue kubaki, yeah. Ulikuwa unaongea na Gabi, kuna kitu mliongea hapa kuhusiana na swala la Marekani. Inawezekana Kansas City ikawa ni, ni, kati ya, mi, ya majimbo ambayo yana, yana vijana wengi kutokea Afrika. Hapana, ni jimbo lipi ambalo linaongoza kwa vijana wengi? Ni jimbo langu lipi? Kentucky. Kentucky. Kentucky. Kwanini kwa nini Kentucky ipo huko? Kwa sababu uh, ninaposema vijana wengi uh kwamba unamaanisha si, vijana o, nafikiri yes, yeah. yeah, so, yeah. ni Kentucky uh -huh. jimbo ambalo lina vijana wengi uh -huh. ambao wametokea huku kwetu hasa kwa miaka ya elfu mbili na kumi na tano kumi na sita hadi tuseme, hadi kufikia hadi elfu mbili ishirini na nne uh -huh. ya Kentucky inaongoza, nasema kwa sababu tuna Uh, tunafanya sensa. yeah, yeah. Mna, yeah, tunahesabiana, tunajuana yeah, kama nilivyosema hapa tunaishi maisha ile ya ujamaa watu mm. ah, ah, yeah. Kuna, kuna okay. Yeah, lakini pia Kentucky ni mahali ambapo wengi wanapofikia sehemu zingine mm. wanatamani wanahamia, kwa sababu maisha ni marahisi right. yeah, pale kwanza uwezekano wa kazi upo uh. uwezekano wa kupata kazi kirahisi upo, lakini pia uh, hali ya maisha iko, iko uh, nafuu nafuu, sawa okay. yeah. So, tumalize na hili moja um, most of the people, kuna baadhi ya watu wamewekuwa wananipa hizo stori kwamba most of the people ambao wanatokea Africa akifika Marekani wazungu wanamtreat like hey, do you know somebody like, wewe umetokea uh, kwa mfano Tanzania. mm -hmm. Anakuambia, I have my friend from Ghana unamjua, anaitwa. Hiyo inatokea sana, aa mm. Hata ukiwa kazini mm. Ah, maana maana wa Marekani watu ambao kidogo wakarimu mm. anataka mkikutana mfahamiane, yanakuuliza ya jina lako. Naitwa na wapi, ah, umetokea? yeah. mi nimetokea Afrika. Afrika Afrika sehemu gani? mm. unamwambia sehemu likotoka, nasema ah, okay. mi mm. na rafiki yangu ambaye ni, ni mwafrika

wamarekani wana maswali mengi tena ya ajabu ajabu, wanaweza kakuuliza kitu ambacho hata mwenyewe hajui hiyo mm. You nalina know, maana gani hapa kwenye kwenye ya <laughs> yeah, <laughs> so yeah, ne, ni watu ambao wanataka sana kuweka ukaribu na watu yeah. Watu ambao wanataka sana kuongea lakini, sasa maisha yao wanayoishi sio maisha ya ukaribu sana, ni watu ambao wanaishi ndani yeah. Lakini mkiwa sehemu ya kazi, sehemu fulani, mmekutana, unamwona kama mkaribu sana mtu wa, anataka mkae sana karibu, lakini sasa uh. Yeah. Hawaishi hawa, hawa, sasa yale maisha ya nje okay ni ile tu mkikutana mazingira mazingira ya sehemu ya kazi kanisani, vitu kama hivyo. Ukipewa nafasi ya kukutana na mtu mmoja aliyeandikwa kwenye Biblia, utatamani kukutana na nani? Yesu. Kwa nini? Kwa sababu huyo ndio mwokozi wangu. mm. mm. okay. huyo ndio mwokozi ndio alinikomboa sasa, yeah. wengine wote wamejazia na kufuata ya kwake. Unahisi ni kitu gani kikubwa ambacho ungetamani ukijua kutoka kwake kujua uh, labda ningemwomba ninge niambie, uh, lini mwisho wangu wa kuishi duniani ili nijiandae vizuri. <laughs> sijui siku hiyo, afu naiogopa sana. natamani kama ningeijua, hey, ningejiandaa kwa haraka haraka. Unavojiona, hey, mwenyewe binafsi uwe ni wa kwenda mbinguni au tukusubiri motoni? <laughs> <Tilo swali lako. laughs> Nilikuwa na natafuta jibu nzuri la kukujibu, lakini ngoja mm. -hmm. tu nijibu in short kwamba yeah, mi nadhani katika watakaoingia mbinguni Uma tena, kwa mstari wa mbele. Unahisi sasa siku ukizuiwa kuingia mbinguni pale, sababu inaweza kawa nini? si, si, mimi kwanza sihisi si, wala sijiandai kwa hilo. Mi najiandaa kwa, <laughs> kwa kuingia tena, <laughs> tena, tena, milango iko wazi, sijiandai kwa kuzuiliwa <laughs>